Ni nambari tatu ambapo baadhi ya wa wakazi wa eneo la Magarini huko Kilifi wameomba viongozi kutatua mizozo baina ya wawekezaji na wananchi wa eneo hilo ili wananchi wasikose ajira iwapo kampuni zitafungwa. Hii ni baada ya kampuni moja kutishiwa kufungwa, kufungwa kufuatia mzozo wa ardhi jambo ambalo wakazi wanadai ikifungwa wakazi wengi watakosa ajira maana wanategemea vibarua kwenye kampuni hiyo. ya e, changamoto ile ya kule kemu, tunaomba isifungwe iendelee kufanya kazi kwa sababu ile kemu inasaidia sana. Ikifungwa huwa kazi hakuna. Kama wako na title wako na lease mpaka wanalipa rates, ni kumaanisha hao wako halali kumiliki ile ardhi. Wale ambao wako ndani ya hiyo shamba mipaka ikiwa inawagusa kwamba wako ndani ni vyema tukae chini na mwekezaji, tuwaambizane kama ni kutoka, watatoka wapate fidia za hiari ya yule mwekezaji, kwa sababu tunahitaji mwekezaji, tunahitaji wakaazi.